Haya ndugu wakulima, wawekezaji, haya ndugu watazamaji, angalia jinsi mparachichi, jinsi ulivyoweza kuzaa kuza. Huu ni mzao wa pili, na huu mti una miaka mitatu, kama mnavyoona jinsi ulivyozaa. Na leo ni tarehe kumi na na leo ni tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tatu na rekodi video hii kwa hiyo angalia haya matunda ambayo tutachuma kuanzia mwezi wa kwanza mwishoni ndio tutachuma haya matunda mwezi wa kwanza mwishoni kwenda mwezi wa pili yatakuwa yako tayari kwa ajili ya kuchuma kwaajili ya kuweza kuingiza mzigo sokoni kwa hiyo kilimo cha parachichi kinalipa koni miche yote kama mnavoona so mche tu e, mwingine huwa hapa e, kama mnavoona ni miche mingi hapa natembea angalia cheki ulivo weza kushona, mnaangalia nyinyi wenyewe wasikilizaji, kwa hapa tuna miche mingi ni, ni heka arobaini hii kama mnavoona eh, kama mnavoona miche ni mingi, shamba ni kubwa, heka arobaini, kuna miche zaidi ya elfu tatu na mia tatu kama mnavoona.